Kwanza ninawashukuru sana Watanzania, ninawashukuru sana waheshimiwa wabunge kwa kuonyesha imani sana na serikali yetu inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kama mlivyoona leo, mheshimiwa rais amepongezwa sana hasa kwa mradi wetu wa SGR. Pili, na kwa mradi wetu wa uendeshaji wa bandari. Kama mnavyofahamu, miaka miwili ilikuwa maneno mengi sana hapa, lakini leo sote tumeona kwamba uamuzi uliofanywa na mheshimiwa rais kuhusu kuleta waendeshaji binafsi umeleta matokeo chanya. Ndani ya miezi nane bandari imeweza kutengeneza karibuni trilioni moja zaidi, trilioni moja nukta moja kabla ya wawekezaji wale. Ilikuwa tuna makusanyo ya forodha yote ilikuwa trilioni saba nukta sifuri moja sasa hivi imefikia trilioni nane nukta mbili moja. Haya ni mabadiliko makubwa ndani ya mesita, mesita, samahani. Tunaamini huko mbele tutegemee kupata matokeo chanya zaidi kuliko hapa. Hilo la kwanza. Pili, SGR kama mnavyojua, kila mbunge leo alisimama pale anazungumzia SGR na na ametupongeza. Ilikuwa sio maamuzi rahisi, lakini Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa na leo matokeo tumeyaona. Nyote hapa mmekuwa mashahidi mnapanda SGR. Naomba niwahakikishie Watanzania vipande vilivyobaki tunaenda kuvijenga kwa spidi sana. Kwenye bajeti hii tumetenga, tumetenga takriban trilioni moja nukta nane kwa ajili ya kusukuma zaidi kipande cha kutoka Tabora zamani Makutopota, Tabora Tabora Isaka, Isaka Mwanza, Tabora Kigoma, Uvinza Msungati, ili kuhakikisha kwamba treni yote baada ya muda itakuwa imekamilika asilimia mia moja. Kwa upande wa shirika la ndege mmeona kwamba shirika letu la ndege changamoto zilikuwepo, lakini kwa asilimia kubwa sasa zimepungua. Na kwenye bajeti hii tumeteng, tumetenga takriban shilingi bilioni 246 kuhakikisha kwamba tunaenda kununua ndege mpya na, na tunaboresha mambo mengine kwa ajili ya Tanzania. Kwa sekta ya viwanja vya ndege hatukuacha hapo. Viwanja vya ndege ni muhimu sana kwa sababu viwanja vya ndege ndio wageni wetu wanaingia, viwanja vya ndege ndio vinakuza sekta ya utalii Tanzania. Na kwenye bajeti hii tunakwenda kwanza kuboresha kiwanja cha ndege cha Dar es Salaam terminal 2 tunaenda kujenga kiwanja cha ndege... yani, tunaenda kuboresha kiwanja cha ndege cha Arusha, tunaenda kuboresha kiwanja cha ndege cha Lindi, Mtwara na maeneo mengine ili kuhakikisha kwamba Watanzania sasa wanafaidi usafiri wa anga na kwenye bajeti hii tumetenga takriban bilioni 87 kwa ajili ya viwanja vya ndege. Lakini jambo la kufungia au jambo muhimu la kulijua, bila private sector, sekta ya uchukuzi, sekta ya miundombinu hawezi kuendelea. Kwa kulijua hilo, kwenye SGR tumetunga sheria hapa bungeni ya open access, ya, kualiki, ya kualika private sector waje wafanye kazi kwenye SGR hasa uendeshaji kwenye sekta kwenye usafiri wa mizigo na mwisho wa mwezi wa Juni tutaanza usafiri wa mizigo kutoka Dar es Salaam Dodoma. Nachukua nafasi hii kualika private sector sasa waje wawekeze kwenye uendeshaji wa treni ya mizigo bila private sector, hatuwezi kwenda. Mmeona matokeo kwamba bandari inafanya vizuri kule, kule, kule Katavi sasa hivi kuna kampuni ya kichina inajenga meli nne. Haya ni mabadiliko makubwa. Bila mabadiliko ya kwenda na private sector bado tutachelewa sana. Kwa vile ujumbe tu wangu mimi kwa Tanzania, tubadilike sasa, tuangalie private sector kama ndio injini ya maendeleo ya nchi yetu.